Hi food lover, assalamu alaikum, karibuni sana Swahili mapishi. Today tunaenda kupika donuts za kuku. Kwa kwanza, unaweka kuku wako nusu ambao hana mifupa, unachanganya mpaka maji unahakikisha yanakuwa yamekauka. Baada ya kubadilika rangi kwa nyeupe, unaanza kukaanga viungo vyako. Mimi niliweka black pepper, mimi niliweka pilipili manga, nikaweka pilipili ya unga kidogo, nikaweka uh, curry powder nikaweka manjano nikaweka na nini tena, nikaweka na tangawizi nikaweka na cumin ground. So unaweza, unaweza ukaeka viungo vyovyote unavyopenda wewe, ila mimi napenda viungo vingi ili niweze kupata ladha. Pia unaweza i mean, unaweka na maji kikombe kimoja na chumvi kidogo, unaacha ichemke mpaka iive, unaacha ichemke mpaka maji yote yakauke. Unaweka na limau kipande kimoja, ila unapunguza moto, moto unakuwa mdogo So baada ya kuchemka kwa dakika kama tano hivi au saba na maji kupungua, unaacha ipoe. Yes, baada ya hapo unachukua viazi vyako sita, unavichemsha, unaweka chumvi kidogo. Vikishaiva kabisa, unaponda ponda kama unavyoona hapo. Baada ya hapo, nikachukua nikaanza kusaga chicken yangu, nikaweka viungo vangu, nikaweka chicken yangu humo ndani, nikaweka na majani ya giligilani, nikasaga pamoja. So baada ya kusaga hapo, ni kama unavyoona mchanganyiko wa kuku na vile viazi. So nikaanza kumix pamoja, unachanganya zote kwa pamoja Alafu baada ya hapo unaweka unga wa ngano, chenga za mikate, unagonga na yai mbili na mafuta. So una, kwa kwanza unapaka mafuta mkononi, alafu unachukua ile mchanganyiko wako wa chicken na viazi unachanganya kama duara, then unaanza kutengeneza kama vile donut unavyotengeneza, make sure around iwe vizuri. Then ukishamaliza unaweka na tubo katikati, unaenda unazungusha, isiwe imepasuka pasuka, kwa ndio makini zaidi. Baada hapo unapaka unga, ukishapaka unga unaweka kwenye yai Yes, utaipakaza yai. Ukishaipakaza yai tayari, alafu unaenda kuweka kwenye zile chenga za mkate. mm -hmm. kama unavyoona unapaka chenga za mkate kote hapo, lakini baada ya hapo utakubidi uoshe mikono uanze upya tena kwa so sababu inakuwa imeshikashika sana so, utawaka mafuta kama kawaida, utachukua tonge moja, make sure tonge zinakuwa zinafanana na, na zinalingana. Kwa hiyo utafanya hivyo kwa ndoo yote hiyo mpaka uimalize, kwa saizi sawa na shep iliyokuwepo sawa. Kama unavyoona ni very simple, mimi almost nilitumia kama dakika like ishirini hivi kutengeneza mpaka kuchoma na kumaliza. Yes, so kama unavyoona hivo, utafanya na ya pili na ya tatu. So kwa chicken nusu unaweza kupata hizo donut. Mimi nilipata donut nane, chicken kuku nusu na viazi mviringo sita, nilipata donut kama nane hivi lakini nilipenda ziwe kubwa kubwa, kwao unaweza kuweka zile ndogo ndogo pia. Unaweka kwenye chenga, alafu unaweka pembeni. So utafanya hivyo ya kwanza mpaka ya nane. Baada ya hapo, nikawasha moto, nikawasha jiko langu, nikaweka flampen yangu kwa jiko, lakini make sure mafuta yamekuwa ya moto sana. So unaanza kuweka mmoja baada ya nyingine kwa utaratibu vizuri kabisa like, mafuta lazima awe ya moto ili ikichemka ivi pande zote mbili huku na huku kwa mimi sikuona kama kuna haja ya kugeuza, ila nilikuwa nazisogeza sogeza tu, ili mafuta yaingie vizuri. Kama unavyoona hapo, inaanza ku turn round, inaanza ku turn rangi. make sure iwe brown tu na moto uwe mkali. So baada ya hapo, kama unavyoona, ilikuwa nzuri sana. Yes, very simple. Unaweza kama unapenda, unaweza ukala na sauce pembeni. Yes, kama unavyoona, ni nzuri, ni simple sana. Karibuni sana swali mapishi, usisahau kusubscribe ku like, ku comment na ku share pia. Wow, this recipe was very yummy. Bye.